Kwa ni Kagera ambapo mkuu wa mkoa huo John Mongela ameingilia kati mgogoro uliopo baina ya kampuni ya ujenzi ya barabara ya Chicco na wafanyakazi wa kampuni hiyo inayojenga barabara ya Bukene Kyaka na kuitaka kampuni hiyo kuwapa wafanyakazi mikataba ya ajira na mishahara anayodai pamoja na stahili nyingine. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani humo imesema kuwa wafanyakazi hao wamegoma kuingia kazini kwa muda wa wiki moja sasa, wakidai kufanyishwa kazi bila mikataba ya ajira na kutolipwa stahili zao mbalimbali, huku wa wakimlalamikia mwajiri wao kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mwebea kutoka mkoani Kagera. Maandamano ya wafanyakazi wa kampuni kambu... ya ujenzi ya Chicco yaliyolenga kufunga barabara ya Kiaka Bugene yenye urefu wa kilomita 154 kutoka wilayani Misenyi hadi wilayani Karagwe na kumlazimu mkuu wa mkoa wa Kagera John Mongela kutaka kujua nini kinaendelea, wakati alipokuwa katika ziara ya kawaida kuelekea wilayani Karagwe ndani ya ofisi za kampuni ya ujenzi ya Chicco wafanyakazi hao wakatuma wawakilishi wao kutaka kuzungumza na mkuu huyo wa mkoa wa Kagera. Mpaka sasa hivi kuna watu wengine, mpaka sasa hivi mikataba hatujaipata. hata mimi mwenyewe mkataba wangu, ninapozungumza sasa hivi, mkataba wangu ule nilisaini, nikaurudisha, sitaupata. Sasa wakaniachisha kazi tarehe nane mwezi wa kwanza elfu mbili kumi na nne. uh -huh, kwa hiyo, kwa hiyo walipokuja kusaini wakawa wamenisainia ingawa Wanikusainia nini? Walikokuja wa kuniwekea tarehe za kunilipa. Eh. Wameniwekea kuanzia 2012 mpaka mwisho 2013. Kwa nini? Yes. Kwa nini? Afisa utumishi wa kampuni hiyo ajikuta katika wakati mgumu huku akikiri karibu nusu ya utumishi wa kampuni hiyo kutokuwa na mikataba ya ajira. Nataka kujua sa. Ulikuwa na wafanyakazi wangapi sasa? Wafanyakazi wangapi? Walikuwa ni wafanyakazi mia sita. At 166. mikataba kwa na kisha niagizo kwa maafisa wa kampuni hiyo Zhang Benson pamoja na Wang Lei. Listen, tomorrow